Habari, karibu kwenye update zetu za Bakuza Tech. Wiki hii tulipata kazi moja huko Kisasa ya kuweka electrical fence. Tulifanya hatua izifuatazo kwenye kazi yake. Hatua ya kwanza ilikuwa ni kukagua eneo la kazi, kuona kama eneo lake lipo vizuri, kama mnavyoona hapo. Hatua iliyofuata ilikuwa ni kuchimbia mashimo kwa ajili ya poles. Hatua ya pili baada ya hiyo ni kuangalia vifaa vyetu kama vyote vipo sawa. Tu, kama unavyoona hapo vifaa vyetu vilikuwa sawa kabisa. Baada ya kumaliza kuangalia vifaa tulifanya kazi kubwa ya kuweka hizi electric poles kwenye ukuta. Maana, na kuzijengea na kama mnavyoona zimekaa vizuri kabisa kwenye ukuta wote. Aa, baada ya hatua hii hatua inayofuata ni kuweka waya wetu, waya wetu wa umeme Aa, waya wetu wa umeme kama mnavyoona na vifaa vyake Hatua inayofuata ni kuweka sapoti kwenye kona na kuanza kuvuta waya wetu. Kama mnavyoona kuna waya huu tunauvuta. Baada ya kumaliza kuvuta waya, tunaenda kukagua mashine yetu ya king'ora au mashine ya Alarm System. A, kama unavyoona watu, tunaifungua na kuangalia, je, vifaa vyote viko sawa na kumaliza connection za muhimu na umeme wetu. Baada ya hatua hiyo, tutafanya kazi ya kuconnect na kutesti kama connection zetu ziko vizuri. Kama mnavyoona, tutaangalia je, yeah, connection zetu ziko vizuri, na baada ya hapo tutaweka alama za kuonyesha kwamba ukuta wetu una umeme ulio live. Baada ya hapo tunakabidhi kwa mteja na kufanya training kwa ajili ya matumizi. Tunakukaribisha Bakuza Tech kwa ajili ya training, ushauri na kwa ajili ya electric fence installation. Uh, tuachie comment, na mawasiliano yetu ni kama hapo unayoona hapo juu. Uh, karibu sana na siku njema.